Ndugu zangu kanisa la Mungu, lakini pia jamii nzima ya Watanzania, uh, ninaendelea kama ambavyo tumezungumzia juzi, tunaendelea kumpa pole uh, Father Kitima Charles ambaye amepata madhara ya kuvamiwa na hata kuumizwa, kujeruhiwa katika mazingira ambayo kwa kweli yamesikitisha kama nilivyosema juzi katika vyombo vingine vya habari, hili jambo kwanza limetushtusha, limetuhuzunisha na tulifikia hatua ya kusema ni jambo la kinyama ambalo lilifanyika, lakini najua hili jambo nyuma yake kuna ushetani. Kwa hiyo tunachokiomba kwetu sisi wa Tanzania kuendelea kumkemea shetani, ili mawazo kama hayo ya kuweza kudhuru binadamu mwingine asiweze kutokea. Ninamshukuru Mungu sana kwamba taarifa ambazo tunaendelea kuzipata, mimi imeweza kujaribu kupita pale kwamba, uh, padri anaendelea vizuri, lakini tunajua, uh, kanisa Katoliki kwa njia zake zilizo rasmi zitaendelea kutupa taarifa, lakini ningependa tu kuwaona kanisa ambao, uh, wananisikia, kanisa wengi wameniuliza twa KKKT kwamba tunaendeleaje? Eh, tuendelee kumwombea Padri Kitima, maombi mwombea yeye aendelee kuimarika, lakini pia kuendelea kuiombea nchi amani, na kuondoa kabisa kabisa watu wenye fikra za kuadhuru wengine. Tuendelee kuomba ili roho hii isijirudie tena. Hayo ndio maombi yangu, na si jambo ambalo ah, lina linaleta ah, heshima kwa nchi bali zaidi inaendelea kututia aibu kama taifa. Hivyo tunahitaji kuendelea kumlilia Mungu ili tabia kama hii na roho kama hii iendelee kuto, kuto, kutoweka, sio tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu kama Father Charles Kitima, lakini pia hata sisi kwa sisi katika jamii yetu, katika vijiji. Kumdhuru mtu si jambo linalopendeza, na tukumbuke kwamba damu inayomwagika isiyo na hatia ni damu ambayo itaendelea kulia daima katika ardhi. Tanzania ili uwe na amani Tanzania ili iwe na baraka Tanzania ili Mungu aendelee kuiangalia, isiwe ni nchi ya kuweza kuuana au kupoteza maisha pasipo hatia. Sisi sote Bwana Yesu alikufa kwa ajili yetu, na yeye alisema imekwisha. Kwa hiyo tuondoe mawazo ya kwanza kuuana uana katika dhana yoyote na katika mawazo yoyote. Tuendelee kupendana, tuendelee kuombeana, hata pale ambapo tunakuwa na jambo lolote linalotufanya tufikie hatua ya namna hiyo. Hebu tuendelee kuzungumza kwa sababu ndani ya mazungumzo kunakuwa na amani. Mungu aendelee kumbariki mtumishi wa Mungu aliyeko pale hospitali aendelee kuimarika kwa afya, lakini pia aendelee kuwa na amani katika moyo wake. Tunaliombea kanisa Katoliki katika kipindi hiki wanapomuuguza mtumishi huyu, uh, Father Charles Kitima. Akini tunaombea pia amani na utulivu katika kipindi chote. Amina.